Je, kuzaliwa kabla ya miezi tisa ni nini? Kwa kawaida ujauzito hukamilika ndani ya wiki 37 hadi wiki 42. Mtoto akizaliwa kabla ya wiki ya 37, anaitwa mtoto njiti yaani preterm baby. Mtoto wa miezi saba huwa amefikisha takribani wiki 28 hadi 30. Wakati wa mwezi wa nane huwa kwenye wiki 31 hadi 35. Hapa ndipo mjadala unakuja. Watu wengi wanadhani kwamba mtoto akizaliwa mwezi wa saba ana nafasi zaidi ya kuishi kuliko wa mwezi wa nane, lakini hii si sahihi kisayansi. Kadri wiki zinavyoongezeka tumboni, ndivyo mtoto anavyokuwa na kuimarika zaidi. Hii ina maana kuwa mtoto wa mwezi wa nane ana nafasi kubwa zaidi kuishi kuliko wa mwezi wa saba. Kwa nini basi imani hii ipo? Imani hii imetokana na uzoefu wa zamani ambapo vifaa vya kusaidia watoto njiti vilikuwa vichache sana. Watoto waliokuwa wanazaliwa mwezi wa saba walikuwa wanapewa uangalizi maalum mapema sana, lakini wa mwezi wa nane walionekana kama wako karibu kukamilika, na hivyo walikuwa hawapewi uangalizi wa karibu, na wengi walikuwa wanapoteza maisha. Hii ilijenga imani potofu kuwa mwezi wa nane ni hatari zaidi. Kisayansi, hali hii iko hivi. Mtoto wa mwezi wa saba ana changamoto kubwa sana za kupumua na joto la mwili, lakini akisaidiwa hospitalini anaweza kuishi. Mtoto wa mwezi wa nane ana nafasi zaidi ya kuishi. Viungo vingi huwa vinaendelea kukua haraka sana. Ikiwa atapata huduma ya haraka, anaweza kupona vyema. Mtoto wa mwezi wa tisa, hapa ndipo mtoto huwa ameiva vizuri na kujifungua huwa salama zaidi. Mjamzito unapaswa kuepuka vitu vifuatavyo: moja ni msongo wa mawazo, mbili ni kufanya kazi ngumu, tatu ni kukosa usingizi, nne ni kukosa mahudhurio ya kliniki, tano ni kula lishe duni. Vitu hivi vinaongeza hatari ya kujifungua mtoto kabla ya wakati. Basi ni nini cha kufanya ili kuzuia kuzaa njiti? Kwanza, hakikisha unahudhuria kliniki kila mwezi. Pili, kula chakula chenye virutubisho bora. Tatu, kunywa maji ya kutosha. Nne, fanya mazoezi mepesi kama kutembea. Tano, pumzika vya kutosha na sita, usivute sigara wala kutumia pombe. Suluhisho kuu liko hapa. Usiamini tu maneno ya mitahani, tegemea elimu ya wataalam. Watoto wanaozaliwa kabla ya wakati wanahitaji uangalizi maalum, na leo teknolojia imeboreshwa sana. Mwezi wa nane si hatari kuliko wa saba. Ni uzoefu tu wa zamani uliosambaza imani hii. Mtoto wa miezi nane ana nafasi ya kuishi, lakini mafanikio ya maisha yake yanategemea mambo kadhaa kama hali ya kiafya, mazingira ya kuzaliwa na huduma za matibabu zinazopatikana. Kwa ujumla, maendeleo ya kimatibabu yameimarisha uwezekano wa watoto wanaozaliwa kabla ya muda kamili kuishi kwa afya bora. Katika baadhi ya matukio, changamoto kama matatizo ya kupumua, maambukizi au matatizo ya moyo zinaweza kujitokeza kwa watoto njiti, na inaweza kuwa hatari zaidi kwa mtoto mwenye miezi nane ikilinganishwa na mtoto wa miezi saba. Hii ni kwa sababu mtoto wa miezi nane mara nyingi yuko kwenye hatua ya mpito, ambapo viungo vyake bado vinaendelea kukomaa, lakini sio katika hali ya kukomaa kikamilifu kama mtoto wa miezi tisa au kumi. Hata hivyo, watoto wengi wa miezi nane wana nafasi nzuri ya kuishi, ikiwa atapokewa uangalizi maalum kutoka kwa wataalamu wa afya, ikiwemo kutumia vifaa vya kusaidia kupumua au huduma za uangalizi wa wa watoto njiti. Haya ni machache miongoni mwa yale yaliyo mengi ambayo nimekutayarishia kwa wakati huu. Ikiwa ni kwa mara ya kwanza unatazama video hii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 tazama Suka TV.